Ni wanandoa tu peke yao wanaoweza kuaminiana kwenye mambo makubwa, lakini wanashindwa kuaminiana kwenye kitu kidogo sana. Wanandoa wanaaminiana kwenye mambo mazito mno ambayo si hali ya kawaida, lakini wanashindwa kuaminiana kwenye kitu kidogo. Ni wanandoa pekee wanaweza waka, unajua katika dunia hii hakuna kitu kigumu kama kuvua mavazi usimame mbele ya mtu uchi wa mnyama kama ulivyozaliwa. Hiki kitu ni kigumu sana lakini wanandoa wanaweza wanavua nguo, wanakuwa uchi na wanakuwa na amani na wanacheka kabisa, wanafuraha, hawaogopi. Lakini hawa hawa wanandoa wanashindwa kuaminiana kwenye kitu kidogo sana, kwenye simu. Yaani kwenye simu, hapo ndio wameshindwa kuaminiana. Sasa mi najiuliza hivi, lipi gumu kusimama mbele ya mtu na kulala na mtu kiwa uchi na kushika simu ya mtu? Hivi lipi ni gumu hapo? lakini wanandoa, hilo la simu limewashinda kabisa. Magomvi mengi kwa wanandoa ni simu, na bahati mbaya sana adui amejaribu pia kuipenyeza hii hata kwa jamii. Mara kadhaa mimi nimekuwa nafundisha uh, kwenye kitchen party na vitu kama hivyo, utaona wamama wanasimama kwa ujasiri, wanamfunda binti, wanamwambia ukitaka ufe na pressure kashike simu ya mume wako. Mume huyu huyu wa kwangu na kijana naye anaambiwa ukitaka kwenda kufa na presha, akashike simu ya mke wako. Yaani kwenye ishu ya simu pamekuwa pagumu, pana nini? Yaani kwa nini niogope mme wangu asishike simu? Kwa nini niogope mke wangu asiguse simu? Ukitaka baba toke na mapovu bafuni, ahisi mke wake anashika simu, weye yeye anaweza katoka bila taulo, anaogopa mke asipekue simu. Na mama, ukitaka aache vitunguu vinaungua kwenye gesi, ahisi baba anachezea simu yake, wapi? Chumbani. Hapo mama yuko tayari kuacha vitunguu jikoni vinaungua, anawahi simu. Pana nini hapo, wanandoa? Kuna mtego gani wa adui hapo? Maana yake ni wazi kwamba vinavyoendelea kwenye simu yako si vitu vya uaminifu, ulishapoteza uaminifu. Ukiona mke au mume anaogopa sana usiguse simu, huyo alishalisaliti agano la ndoa yenu. Kwa hiyo unaishi na msaliti, unaishi na mtu asiye mwaminifu, na ujue lolote litaweza kutokea kwenye mahusiano yenu. Haiwezekani uogope mme wako kugusa simu. Haiwezekani uogope mke wako asishike simu. Kama kwenye simu kuna mema kwa nini unaogopa? Maana yake huyo kwenye simu ana uchafu mwingi na ndio maana ukuta baba anabadilisha password, yani kila wiki, utafikiri jambazi, yani utafikiri ni mtu sijua ana shida gani. Lakini kumbe ni kitu kidogo tu, uaminifu umekosekana. Wameshindwa kuaminiana kwenye simu. Kwa hiyo ukiona mwenza wako hataki kabisa uguse simu, huyo ni wazi kwamba ni msaliti wa mahusiano yenu. Maana wanaume wengi utasikia mke wangu, niombe. Sasa kama unaniamini kukuombea, kwa nini unaniogopa nisi, nisiguse simu yako? Si nijue yanayoendelea kwenye simu, ili ndo nikuombe vizuri. Kama kuna mapepo yamekuvamia, nijue ndo nikuombe vizuri. Kwa hiyo, wanandoa, tufike mahali tuwe waaminifu. Yaani, fike mahali ambapo hata mwenza wako unaweza kumwachia simu akakaa nayo kutwa nzima na ukawa na amani sababu dakika kumi anazoweza kugusa simu mwenza wako mwingine zinaweza kumpandisha BP kabisa na akapata presha. Sasa hii yote inaonyesha bado watu hatuna uaminifu kwenye ndoa zetu. Lazima mfike mahali wanandoa muhitimu kwenye uaminifu wa agano la ndoa. Alafu kumbuka sana, unapokuwa mwaminifu kwenye agano la ndoa, huwa uaminifu sio kwa mke wako tu, ni uaminifu mbele za Mungu. Kumbuka agano la ndoa linahusisha Mungu pia. Kwa hiyo, unapokosa kuwa mwaminifu kwenye agano la ndoa, haumkosei mke wako wala haumkosei mume wako, unamkosea na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. So tuwe waaminifu.